Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa santi Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Ijumaa, juma la tano, kipindi cha Pasaka, mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza natoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya 22 hadi ya 31 na somo la injili linatoka katika injili ya Yohana sura ya 15 aya ya 12 hadi ya 17. Karibu tusikilize injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu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 nami nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa, ili kwa lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya na waamuru ninyi mpate kupendana. Neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Basi ndugu zangu, katika injili tuliotoka kuisikia hivi punde, jambo kuu la msingi ambayo tunaweza kujifunza ni upendo, yani kupendana bila kujali rangi, kabila, fedha na vinginevyo. Na kwa namna ya pekee Yesu Kristo mwenyewe ndiyo mfano hai, kwana alitupenda upeo bila kujali kuwa sisi ni wadhambi, akakubali kutoa uhai wake na kufa kifo cha aibu msalabani, ili atukomboe kwa njia ya ufufuko wake. Na kwa mfano huo nasi hatuna budi kupendana hata ikitubidi kupata maumivu kwa ajili ya wengine, kama Yesu anavyosema, hakuna aliye na upendo mwingine kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki. Hivyo ni mwaliko kwetu sisi sote kupendana bila kujali hali zetu. Lakini kitu kingine tunachojifunza ni kwamba Kristo anatufundisha thamani ya ukombozi wetu ambapo yeye mwenyewe alikubali kufa kwa ajili yetu. Hivyo Kristo ni rafiki yetu, ndio maana anakubali kufa ili sisi aweze kutukomboa. Kumbe basi, ndio maana kwenye haya za mbele kidogo analiweka wazi hili kwa kusema, ninyi mmekuwa rafiki zangu na siwaiti tena watumwa, bali rafiki zangu ni upendo wa ajabu ambao Kristo anatuonyesha sisi watu wake na kutupa thamani ya kuwa rafiki zake na sio watumwa. Na ndio maana anafanya yote hii aya kwa ajili sisi ni rafiki zake na siyo watumwa. Lakini jambo lingine, Kristo analotufundisha ni kwamba sisi tuna thamani kubwa kwa Mungu, na hili linajidhihirisha pale anapo anapotuita sisi rafiki na sio watumwa. Kumbe tuna urafiki na Mungu na kama sisi ni rafiki wa Mungu kumbe, ni nafasi kuweza kumweleza yale yanayotusibu na shida zetu zote, na kwa kupitia hayo tutaweza kupata msaada kwa kupitia yeye. Lakini pia anasema yote aliyoyasikia kwa baba ametuarifu, hivyo ni kazi kwetu sisi kuyafuata na kuyasikiliza na kuyahishi yale yote ambayo Kristo ametueleza kwa kupitia Maandiko Matakatifu na visakramenti na vitu vyote ambavyo kanisa linatufundisha. Na ukisoma Maandiko Matakatifu, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 13 aya 4, anaweka wazi kabisa upendo huu, haina hii ya upendo, akisema kwamba upendo uvumilia, upendo ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabali, upendo haukosi kuwa na hadabu. Kumbe upendo ambao tunatakiwa kupendana ni upendo huu ambao haujali vitu vingine vya nje. Tunatakiwa tupendane kwa upeo, lakini pia Yesu anatukumbusha lolote kalo mwomba baba kwa jina lake tutapata. Hivyo ni fursa, kwani kwa kuomba kupitia jina la Yesu Kristo, Mungu nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu, tunapata yale ambayo tuyatakayo. Kumbe ndugu zangu fursa msingi katika Injili yetu ni kupendana. Tupendane na tutaweza kupendana pale tusipokuwa na vinyongo, wivu, chuki na vitu vingine vyote ambavyo vinatufanya tuwe mbali na uwepo wa Mungu. Hivyo ndugu zangu, tujitahidi katika namna pekee, pengine kwa ubinadamu wetu inakuwa ngumu kupendana, hasa kumpenda yule mtu ambaye huenda ni adui lakini kwa maandiko haya matakatifu kristo anataka tupendane haina haja ya kuchukiana bali tupendane na tukipendana siku zote tutakuwa na umoja na katika umoja huo tutazidi kumpenda na kumdumisha kristo basi ndugu zangu ni mwaliko kwa sisi wote kupendana upeo hata ikitubidi kutoka jasho ikitubidi kupata maumivu kwa ajili ya wenzetu ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo niliyakuletea tafakari hii ni mimi Frateli Noel Christopher Cosmas wa shirika la wamisionari wa, wa, wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka Seminari kuu ya mtakatifu Gaspari Kola Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!